Kwa jina naitwa Esther Herman, ni afisa lishe Halmashauri ya Handeni Mji. Karibuni katika banda letu, tunafanya upimaji wa hali ya lishe, elimu ya lishe kwa mtu mmoja mmoja. Tunaungana na sekta ya kilimo kwa kauli mbiu unaosema tuungane pamoja kupata chakula bora kwa maisha bora ya baadaye. Chakula bora ni mchanganyiko wa vyakula kutoka makundi sita ya chakula. Hapa tuna makundi sita ya chakula, kundi la kwanza ni nafaka mizizi, ndizi mbichi ambayo inatusaidia kupata nishati lishe na kuongeza nguvu. Kundi la pili ni matunda ambayo tunapata madini na vitamini A ambayo inasaidia katika kuongeza kinga ya mwili. Kundi la tatu ni mboga mboga ambayo tunapata vitamini na madini inayosaidia kinga ya mwili. Kundi la nne ni jamii ya kunde, karanga na mbegu za mafuta ambao inatusaidia katika kujenga mwili. Kundi la tano ni, ni jamii ya wanyama ambao kuna mayai dagaa, maziwa ambayo inasaidia kujenga mwili. Kundi la sita ni kundi la mafuta ambayo yanasaidia kuupa mwili joto. Tukiongelea mafuta, tunaongelea mafuta safi na salama, ambao ni mafuta ya mimea kama mafuta ya alizeti, mafuta ya korosho almond na nazi. Karibuni katika banda letu mpate elimu ya, ya lishe, upimaji hali ya, li ya lishe. Tumekuja pia na bidhaa kutoka Handeni Mji. Tuna mafuta ya alizeti ambayo ni mafuta mazuri ambayo tunashauri ni mafuta safi na salama. Tuungane pamoja kwa kauli mbiu unayosema tuungane pamoja kupata chakula bora kwa maisha ya bora ya baadaye.